Hatukuwa na wizara ya vijana mm. Lakini imefanya nini? Imefanyiwa kazi, kazi. kwamba sasa imewekwa wizara bado ya vijana, bado kuna mambo yanasikilizwa. Tumezungumza sana na viongozi na kuna baadhi ya vitu vitafanyiwa kazi kwa Tanga. Na kama sisi viongozi wa vyama vya siasa kuna kazi ambayo tunatakiwa tuifanye, kuzungumza na Watanzania, tuzungumze na watu wa Tanga kwamba tufanye kitu gani kwa ajili ya baadhi ya vitu vitakavyoendelea hapo. Mimi ni mtu ambaye huwa napenda kumsifia sana ni mkuu wa mkoa wa Tanga ambaye yeye, kwa njia moja au nyingine, alituasa kama mama, kama kiongozi wetu wa mkoa. Sasa kwa sisi Tanga, tuwatoe hofu vijana wetu, tuwatoe hofu wazee wetu, kwamba tuna muunganiko wa watu wengi huko nyuma ambao wanatusubiri sisi kama wa wanasiasa na niwaase vijana wenzangu, kwa sababu nami ni kijana, tuache mihemuko, tuache kufuata mob psychology, wataalamu wanasema, kwa sababu madhara yake ni makubwa sana. Eh, madhara yake ni makubwa sana, na tuna vipaumbele vingi vya kufanya kwa kipindi hiki cha 2025 2030.